Katika hii video napenda tu nijibu hoja moja ambayo imenijia na urizwa, kwa nini mtu wa hepatitis B anakosa hamu ya kula? Moja ya sababu kubwa inayoweza kusababisha uh, dalili ya hepatitis B ni pamoja na maumivu ya tumbo. Mtu mwenye hepatitis B anapata maumivu ya tumbo, ujue hasa tumbo la juu, karibu karibu, karibu, karibu na, na, na, na ini anapata lakini pia anapata kichefu chefu. Huyu ni mtu mwenye changamoto ya hepatitis B, kwa hiyo kipata kichefuchefu, anahisi kutapika. Hii ni dalili mbaya ambayo inapelekea huyu mtu ashindwe kupata hamu ya kula. Ukumbuke anapata jaundisi, anapata njano hadi kwenye ulimi, anapoteza vitamini C kwa kasi ndani ya mwili wake, kikitendo kinashusha uwezo wake wa kupata hamu ya kula. Kwa hiyo unapojibu swali hili, angalia, huenda unayo dalili hii au ndugu yako anayo dalili hii kama ana changamoto ya hepatitis B. Kumbuke kwamba ana, anakosa hamu ya kula. Nini cha kumsaidia sasa, ili aweze kuwa na performance nzuri katika ulaji wake? Cha kumsaidia ni kuhakikisha unamwongezea una kwa wingi vyakula vya vitamin C, na maanisha namwongezea machungwa Uh, pamoja na, na, na, na matunda ambayo yana vitamin C, lakini pia anaepuka kwa kasi kubwa kutumia vyakula vya viwandani, kwa sababu hivyo vinaweza vikaendeleza msusumo wa tumbo na matokeo yake akawa anajisikia maumivu katika tumbo lake akashindwa kuendelea kabisa kuwa na hamu ya kula kwa hiyo hoja hii ni muhimu sana napoendelea kuijibu na video nyingine ninazopata. Endelea, usisahau kucomment, kushare, lakini pia kuuliza chochote unapohitaji kuelewa juu ya changamoto hii ambayo inawakabili watu wengi, na watu wengi wanaogopa namna gani wanaweza wakajidifensi dhidi ya hepatitis B. Karibu.